Kwa hiyo afande, tumeamua kuabudu hapa, tumeabudu hapa. Tumeamua kuabudu hapa kwa, kwa, sababu, panda, kwa sababu pale kama unavyoona pamezuiliwa, kwa hiyo shughuli za huduma hazipo na watu, hii ni wiki ya pili hawajaweza kupata nafasi haweza ya kuabudu na hakuna mahali popote pa kuabudu. Sasa kwa, kwa sababu ya kuepusha fujo, tukaona tusogee, na kwa sababu wengine wengi walikuwa na taarifa hii, kwa hiyo wamekuja, tukaona kuwarudisha nyumbani, basi tufanye ibada fupi hapa, baadaye tuweze kuendelea na shughuli zetu. Tumemaliza kutoa sadaka, malizeni basi muondoke. Tunaomba muondoke, tunaomba basi, mmetosha mwondoke. Hatuhitaji kutumia nguvu, najua mnajua nini kinaendelea. Naomba mwondoke basi, waombe wa miaka mitano iliyopita nilikuwa na akili ya kijinga kama hao wajinga wanaoandamana wakidai uhuru wa kuabudu. Au ni wajinga? Najua kwa sababu miaka mitano nyuma na mimi nilikuwa mjinga kama wao. Mjinga ni mtu asiyejua na siku akijua ataacha kuwa mjinga. Iko hivi ndugu zangu, dini ni kichaka kibaya sana katika kuliharibu bara la Afrika. Ni watu wa... ni watu wachache sana wanaijua hii siri na hao wachache ndio kazi yao huwa ndo wanaowanyonya hao wajinga walio wengi. Unajua kwa nini taasisi za kidini zinakuwa na ujeuri kwa serikali hivi? Kwa sababu msingi wa dini unajulikana, uliletwa na wakoloni na ukaingizwa katika mfumo wa serikali na wakoloni. Kwa hiyo hawa viongozi wa dini wote kabisa wanajua kwamba taasisi zao zinaweza zikaigomea serikali, taasisi zao zina uwezo wa kushinikiza jambo fulani kwa serikali. Hawa wanaoandamana sio akili zao, wa. wametumwa na viongozi wao, kwa sababu huyu bwana anajua kabisa kanisa limefungwa, lakini akawa mobilize kwa waumini wake waje kusali hivyo. Si ukichokoza serikali, akiamini kwamba anaweza akaenda kuishtaki serikali ya tanzania sehemu. Unajua, gwajima anajua kabisa kwamba serikali ya tanzania katika nyanja za kimataifa iko blacklisted. Sisi watanzania ni blacklisted huko duniani. Imagine kenya wanaweza wakaiharibu nchi yao kwa machafuko ya aina yoyote ile, lakini huko ulimwenguni watakuwa kime. Ulisha kujiuliza kwa nini mada kubwa katika nyanja za kimataifa ni walichofanyiwa Martha Karua, walichofanyiwa Boniface na Agatha na serikali ya Samia. Mi niko duniani vibaya, hiyo ndiyo mada kubwa walimwengu. Nikisema walimwengu, manake Ulaya na Marekani yake wanaidiskasi serikali ya Samia, lakini Ruto amemuua raia wake kwa kuikosoa serikali kwamba inakula rushwa. Kwa sababu ni serikali ya Ruto imemuua yule kijana yule Albert Ojwang, wala dunia yaimdiskasi Ruto kwa nini? Kwa sababu dunia bado inainyonya Kenya kirahisi sana kuliko Tanzania. Kwao dunia ina kisasi na Tanzania, na hii siri Gwajima anajua. Ndiyo maana Gwajima anauchochea moto, ili kuitengenezea serikali ya Tanzania kwamba ni mbaya katika levo ya kimataifa. This is direct provocation to the united republic of Tanzania, kwa kutumia mwavuli wa dini. Gwajima anapata wapi ujasiri? Ujasiri wa Gwajima ni kwamba walimwengu watamtetea kwa akili yako, gaji anampigania Mungu ama anakuambia, jasusi la dunia, jasusi la mbinguni? Jasusi la mbinguni, hiyo ni logo ya biashara yani. Hizo swaga zote unazosikiaga wachungaji wa kidini wanazitumia ni swaga, ni ni trademark. Yani, ni trademark kama unavyojua trademark, yani hiyo ni nembo ya kibiashara mwingine, anajiita kuhani mwalimu, mwingine anajiita buldoza, mwingine anajiita mzee wa upako. Hizo zin, ni nembo za kibiashara, na yeye akajiita nani jasusi la mbinguni. Ndugu zangu, shida ya viongozi wa dini, hawataki kukubali kwamba serikali za kiafrika zinatafuta uhuru wao. Sasa sasa, hawa mabwana wa dini ndio wanatumika kuendelea kuzipum, kuzitisha serikali zetu. Ulishaona nchi yenye nguvu kiuchumi na kijeshi duniani inayoyumbishwa na dini? Kwa nini super power wote walitengeneza dini ya kiserikali? Ili isisumbue katika mambo yake. kila su, na, kila siku nawafundisha, kila super power ina dini yake iliyoisaidia katika kupumbaza watu huko duniani ili watawalike. Tunaishi katika nyanja za super power ni Marekani. Makanisa ya Marekani ni akina Gwajima, akina Buldoza, akina Mzee Opako, the individual company church, kanisa kampuni mali ya mtu. So these guys wanatumika na mabwana zao ku destabilize nchi. Hakuna cha Mungu hapo, hao watu wanaona. Ndio maana ni wajinga, hawaelewi wanachokifanya. Maana ukimgusa Gwajima na chawa wake hao utashtakiwa katika muktadha kwamba unatishia uhuru wa raia kuabudu. Ngoja niwafundishe nyie akina nyie cha Wagwajima, ikiwa uhuru wako unahatarisha usalama wa nchi, huo uhuru wako lazima uminywe, kwa sababu anayekontrol uhuru wa nchi ni serikali. Kazi ya serikali ni kukontrol uhuru wa nchi kwa maslahi ya wengi, sio tukupe wewe uhuru wa kuabudu wakati uhuru wako utahatarisha usalama wa nchi. Hicho kitu akipo, serikali inapashwa itafute namna ya kuingiza somo la usalama wa nchi katika mtaala wa shule, ili watu wajue katika levo ya udogo, wakiwa bado wadogo. La sivyo, serikali itakuwa inapata shida sana. Nchi za wenzetu, nchi kubwa hizi akina Rasha wa kina Marekani, watu wanafundishwa usalama wa nchi wakiwa wadogo. Ndio maana huwezi kumpumbaza mtu katika muktadha wa dini kuchafua amani ya nchi. Sasa sisi bado tunatawaliwa na mwavuli wa dini, ndio maana Gwajima anaweza kwa mobilize chawa kama hawa nchi katika jina la uhuru wa kuabudu. Narudia tena, miaka mitano iliyopitwa nilikuwa mjinga kama hawa. Mtawacheka sana kwa sababu hawana elimu huko. Alafu unajua haya makanisa ya kinagwajima hawa, memba wao sio wa kuzaliwa na hii dini, kwa sababu haya matatizo ya hizi iz, dini za kinagwajima alituachia marehemu Mwinyi, kwa sababu sabu haya makanisa yalikuja wakati wa Mwinyi, Mzee Ruksa. Watu hawajui kwa nini Mwinyi anaitwa Ruksa. Mwinyi aliachilia kila uchafu moja ya uchafu Mwinyi alioachilia ni dini, kampuni ya mtu binafsi. Niliwapa mfano nikawambia kanisa Katoliki likitaka kuiasi nchi inabidi waorganize wote, na ni kitu ambacho hakitawezekana. Askofu wa jimbo moja akitukana serikali, serikali haiongei naye, serikali itaongea na mkuu wa maaskofu, sijui wanamwita sijui, kadinali. Kadinali ataambiwa uchawa wako anataka kuipanda serikali kichwani au sasa shida ya makanisa, akina Gwajima, akina Mwamposa, akina mzee wa upaku ndio hii. Hili ni bomu la mwinyi aliyetuachia, kufungulia kila aina ya uchafu ruksa. Sasa makanisa yanataka yaipande serikali kichwani, na inakwambia yana uhuru, uhuru wa kuabudu. Hiyo ni methali ambayo wazungu wametupa. Kama uhuru wa kuabudu utatishia usalama wa nchi, huo uhuru wa kuabudu inabidi uzimwe fasta. Hiyo dini haina haki juu ya Watanzania ndugu zangu. Kuna watu wananiita mi Mwislamu, mimi ni Mkristo na nimelelewa na wakatoliki na wamenipa akili ya kutafuta pesa. Akili yote wamenipa, na huwa siachi kuambia mabaya yao. Taasisi za dini haisaidii serikali kujikwamua kwenye umaskini wake. Kazi ya taasisi za dini ni kuisaidia serikali kuendelea kuwa maskini, Waafrika tuendelee kuwa maskini, Waafrika tuendelee kunyonywa na wazungu. Yani ndivyo ilivyo. Nitawapa siri, ni namna gani dini zinavyotumika, zinavyochukua hela nyingi katika nchi za Kiafrika. Imagine hapa kwetu mwa, ukitumia mwavuli wa dini unapitisha vitu bandarini bure brush. Sijui kama hiyo kitu imeshafutwa sasa hivi, yaani unaagiza un, un, unacheza dini na padri mmoja tu vitu vyao vinapita bure bure. Sijui kama hiyo kitu imeshakufuta imeshakufaga. Najua mwavuli wa dini ni very dangerous kwa bara la Afrika, ila tutaamka tu, kwa sababu dunia sasa hivi hakuna siri tena. Kwa namna gani, siri za dunia zote sasa hivi ziko uchi, ni wachache sana wajui. Shida ni kwamba wengi bado wako kwenye ile dimbu la ujinga dini hizi hizi zinaanza kugombana wenyewe kwa wenyewe. Mwacha anamlaumu Gwajima, Mungu gani huyo? Mungu wa Mungu gani huyo? Wenyewe hamwezi kuelewana. Mwacha anamuona Gwajima kama chizi, wala wagopi kusema. Ndio maana wachungaji wengine wanaanza kumtishia Richard Mwacha. Niliona video ya yule ya askofu wa ile aliyekimbilia Marekani, Agustino Agustino Mpemba akimshutumu Mwacha, kisa Mwacha anamkemea Gwajima. Wanajiita maaskofu wao, Mpemba anajiita askofu, Gwajima anajiita maaskofu, Mwacha anajiita kuhani na mwalimu Alafu wote hawezi kukaa meza moja wakaelewana. Ulishajiuliza kwa nini? Wanataka maslahi. Sehemu yote watu wa waelewani, wanataka maslahi. Asikudanganye mtu o. Tanzania dini ni kivuli cha kututia ujinga, dini ni kivuli cha kutia umaskini watu wa Afrika. Mtajua tu, mimi najua safari ni ndefu, lakini nitawapa siri tu, ila huu ni ujinga. Ukiona unaotaka uhuru wa kuabudu ambao uo uhuru utahatarisha usalama wa nchi, huo uhuru huwezi kupewa. Elimika usiwe msome.